watu wana beti sana naona watu wana beti mitandaoni wapi kila mahali ni kubeti ni kubeti ni kubeti kama ingekuwa ni mamlaka yangu mimi ningepiga marufuku kubeti kwa nini ina madhara sawa na madawa kulevya kuna watu nendeni mkaangalie katika vile vile vya ofisi vya kubeti vile kuna mtu anaenda kubeti kuanzia asubuhi mpaka jioni yuko hapo tu yeye ana beti tu yuko hapo na kinachozungusha hapo ni litairi tu sijui kuna zile za kuotea timu za mpira zote, ni jamii ya kubeti, ni kamari tu ile. Na ukitaka ujua umekuwa mrahibu wa kamari, mara ukipata fedha tu unajisikia kwenda kucheza kamari. Kuna wanafunzi ambao wamekula mpaka ada kwa ajili ya kucheza kamari, na wazazi wanaangasema amelogwa, hajalogwa. Najua kuna vijana unanisikiliza, unasumbuliwa na masturbation, unasumbuliwa na pornography, unasumbuliwa labda na bangi, unasumbuliwa na pombe, unasumbuliwa na sigara, unasumbuliwa na heroin, unasumbuliwa na madawa aina zote, taja yote, naweza kuyataja leo. Nina habari njema kwako, usikubali kukata tamaa, pambana mpaka tone la mwisho, usikubali hata kidogo. Sasa hivi tuna tatizo kubwa kwa vijana wengi, kitu kinaitwa uraibu au addiction ni tatizo kubwa kuliko unavyoweza kufikiri. Na hizi addiction au uraibu uko wa aina nyingi. Kwa hiyo kuna uraibu wa madawa ya kulevya, kuna uraibu wa television. Unakuta mtu anaangalia TV kuanzia asubuhi mpaka au ile anaingia tu nyumbani, cha kwanza ni TV. Kwa hiyo anaweza akaunguza vitu kule akiangalia TV, anaangalia michezo ya kuigiza. Huo ni uraibu pia. Uraibu ambao huwa hausemwi sana, walioushtukia mapema ni wanasaikolojia wa Korea, wakaanza kutengeneza vituo vya kusaidia vijana, ni uraibu wa simu za mkononi. Na hapa wahanga ni wengi, na wananiangalia tu. Ukitaka wajipime kwamba ni mhanga wa uraibu wa, wa, wa, wa, wa simu ya mkononi, kuna maswali ambayo unatakiwa kuyajibu. Je, unapoamka asubuhi, kitu gani cha kwanza unajisikia kukishika? Je, unapofika sehemu kama kanisani ukaambiwa ukae masaa manne bila kuchungulia simu yako unaweza? Umesikia majibu hayo eh? na kuna saa mtu yaani, unatamani tu angalau uguseguse hizo batani tu, lakini kuna uraibu mwingine wa, wa kamari. Nimesema uraibu wa nini? na ukitaka ujua umekuwa mrahibu wa kamari, mara ukipata fedha tu unajisikia kwenda kucheza kamari. Kuna wanafunzi ambao wamekula mpaka ada kwa ajili ya kucheza kamari, na wazazi wanaanga sema amelogwa. Hajalogwa ni, ni urahibu mwingine ambao ameupata huo, bahati mbaya sana. Nimesemaje hapa, kuna kamari ambayo inaruhusiwa hata na serikali ndio, bahati mbaya sana inaitwa kubeti. Watu wanabeti sana, naona watu wanabeti mitandaoni, wapi? Kila mahali ni kubeti, ni kubeti, ni kubeti. Kama ingekuwa ni mamlaka yangu mimi ningepiga marufuku beti, yani mara moja tu shop ipigwe marufuku. Kwa nini? Ina madhara sawa na madawa kulevya. Kama tunaweza kusimama na kusema bangi ni haramu, ipigwe marufuku, na kubeti pia ni haramu kupigwa marufuku. Kuna watu nendeni, mkaangalia katika vile vile viofisi vya kubeti vile. Kuna mtu anaenda kubeti kuanzia asubuhi mpaka jioni, yuko hapo tu. yeye anabeti tu, yuko hapo na kinachozungusha hapo ni litairi tu Pru -pru -pru -pru -pru. Chichi. kuna zile za kuotea timu za mpira, zote ni jamii ya kubeti, ni kamari tu, ile yote ni kamari na inafundisha uvivu, lakini ni urahibu mbaya. Mtu anayeanza kamari asiposaidiwa mapema anaweza akatokomea. Mimi nimeona watu wazima kabisa, anapata mshahara wake anamalizia kwenye kamari, na anafanya kazi kabisa, msomi kabisa, anamalizia kwenye kamari. Kwa hiyo kuna uraibu wa aina nyingi nyingi nyingi nyingi. Kuna uraibu wa kuangalia pornografi, picha mbaya chafu, ni uraibu. Mtu anakuambia anajaribu kuacha anashindwa, mwingine atajaribu kudiliti zote kwenye simu, lakini kuna saa anajikuta amedownload tena, ni uraibu huo yote haya ni mambo ambayo mtu anajaribu kuyaacha, anashindwa. Hujaja kwenye uraibu wa sigara, ni uraibu. Hujaja kwenye uraibu wa pombe, uraibu wa bangi. Kuna uraibu aina nyingi sana. Game za kwenye simu hizi ni uraibu. Unashangaa mtu akikatu kikatwi kufanya kitu kinacholipa huyo. Hata mazoezi ni uraibu. Yaani niangalie vizuri katika vitu ambavyo nakazania, kila mtu kila mtu, mazoezi ni mazuri kwa afya yako, yanasaidia ubongo wako kuwa smart, yanakusaidia kupata mtiriko wa damu kwenye ubongo vizuri kabisa, lakini mazoezi usipoyaangalia yana urahibu. Kuna mtu yeye ni, ni jimu kuna katoto ka kizungu nimekaona juzi, hiyo video yake inasambaa mtandaoni, kanaongea utafikiri mtu mzima. Kanasema nashangaa mama yangu ananikazania twende gym, nikamuuliza mimi niende gym sehemu ambayo watu wanakimbia na hatuoni wanafika wapi? Hasa, sina maana kwamba nakwambia usiende gym, hapana, nenda gym lakini kwa kiasi. Tuko sawa sawa, kafanye mazoezi kabisa, ni vizuri, nenda gym kama ukiweza fanya mazoezi kwa kiasi, lakini yakipitiliza yanaweza kuleta uraibu. Mazoezi ya afya ya kawaida kwa mtu wa kawaida ni dakika thelathini kuwa umeenda sana, dakika arobaini kuwa umezidi sana. Lisali moja ni ya kawaida sana, lakini ya wale ambao wanatafuta misuli na dini anaweza kaenda akaangaika, ambao saa nyingine huwa na washauri kuliko kunyanyua ile mavyuma mazito ambayo hulipwi hela. Chukua tu ukalime, ile misuli itumie kwenye kulima angalau upate mazao. Sasa unapojaribu kuacha unashindwa, unaenda kwa washauri na saha, wakati mwingine inashindikana. Kuna methodi katika saikolojia ambayo imeonekana kufanya kazi kubwa sana, ambayo wanaita wanaita uh, say, sasa kiswahili Kiswahili mtanisaidia tuiwekeje kwa lugha ya kwetu ya Kibantu, lakini wanaita psycho-spiritual therapy, yaani wanachanganya saikolojia na mambo ya kiroho, imeonekana kuwa na nguvu kubwa kuliko njia moja tu ya kisaikolojia, yaani mtu ambaye anakutana na kansela ambaye anamshauri kuhusu uraibu alafu anamwambia nenda ukaombe, anamfundisha kuomba, ana rikava haraka kuliko mtu ambaye anaambiwa tu tumeongea leo, methodi tumeitumia, nenda salama. Wanaotumia maombi wanainuka haraka kuliko wanaotumia njia moja. Ndugu zangu, mnaonitazama hapa hata watu ambao unawaona ni wazuri sana katika Biblia walikuwa wanapambana na aina fulani ya uraibu. Mmojawapo alikuwa ni Petro. Mpaka Yesu anaondoka, Petro alikuwa hajabadilika. Uraibu wa Petro ulikuwa ni hasira. Yule mwanaume ukimgusa dakika mbili, anakushughulikia. Lakini alikuwa na mvuto influence kubwa katikati ya wanafunzi na Yesu anasema huyu siwezi kumwondoa kwenye madaraka haya, japokuwa Yakobo ndiye alikuwa askofu wa kwanza katika Ukristo, lakini bado unasikia pakitokea jambo lolote, msemaji ni Kefa. Lakini Yesu akimtazama anasema Kefa, hujabadilika. Ndiyo maana wakati Yesu anaondoka anamwambia wewe ni Kefa, yaani Petro, utakapoongoka waimarishe ndugu zako Yani, ninakujua bado kuna vitu unapambana navyo, na mimi ninafanya kazi ya kubadilisha, na paa kwenda mbinguni, lakini roho mtakatifu anakuja. Unajua roho mtakatifu ni nini? Ni uwepo wa yesu mwenyewe. Haleluya! Roho mtakatifu anakuja, ninajua ataendelea kukusaidia, ila siku ukibadilika, Petro, jinsi ulivyobadilika, saidia na ndugu zako. Mtu mwingine aliyebadilika mpaka nikamshangaa sana, nikisoma historia yake, ni Yohana. Yohana mpaka Yesu alimwita jina la utani, mwana wa ngurumo. Yohana akiwa na jambo lako, imekula kwako. <laughs> Maana yeye ni hivi hivi hivi hivi hivi hivi, sumbua sumbua kabisa. Wote walibadilika. Nasema mchungaji, unaongea nini? Najua kuna vijana unanisikiliza, unasumbuliwa na masturbation, unasumbuliwa na pornography, unasumbuliwa labda na bangi, unasumbuliwa na pombe, unasumbuliwa na sigara, unasumbuliwa na heroin, unasumbuliwa na madawa aina zote, taja yote, naweza kuyataja leo. Nina habari njema kwako, usikubali kukata tamaa, pambana mpaka tone la mwisho. Usikubali hata kidogo, shetani akikugandamiza chini, mwambie Yesu Kristo ameanza kazi njema ndani yangu na ataimaliza. Haleluya! Huyu Bwana ambaye nawaambia habari zake, si kwamba hakujaribu tena mara ya tatu. Katika saikolojia, tunaamini kwamba mtu aliye attempt suicide, aliyejaribu kujiua, kuna uwezekano akajaribu tena. Kwa hiyo, mara nyingi wanafamilia, ambao mna mtu kama huyu, tunaambiwa kwamba msimwache mbali na mara nyingi mkimgundua kwamba ana tabia kukaa mwenyewe chumbani, anaongea yuko mwenyewe, labda hataki watu, ni dalili za hatari. Jaribuni kuwa karibu na yeye. Na moja kinachoumiza watu wetu wengi sana, hasa wenye matatizo ya, ya msongo, matatizo ya akili ni kwamba jamii haijui namna ya kumbeba mtu anayepitia wakati mgumu. Kwa mfano, mtu anapitia wakati mgumu wa kisaikolojia, wa kifikra, wa kiakili, wa msongo wa uraibu. Ni kosa kumwambia jikaze Maana anakwambia nimejikaza na nimekwama. Sasa unasema njia nzuri ni ipi? Ni kumwambia hivi, tuko karibu na wewe, unahitaji msaada gani? Haleluya. Mwingine anakuambia msaada anahitaji ni kusikilizwa, msikilize. Na ukimsikiliza mtu yeyote, usimhukumu. Wewe endelea kuhukumu watu wanaopitia uraibu wowote, wanaopitia msongo wa mawazo, siku ya kukuta ndipo utaelewa. Eh, mimi na rafiki yangu moja, yeye alikuwa ni mchungaji, kila akikutana na watu, nilimwonya nikamwambia, ukienda kwenye msiba, pasta, ukakuta mtu analia kwenye msiba, mwache alie. Akaniambia Biblia inasema tusiomboleze kama wasio amini, nikamwambia wewe sasa sijui niseme ni mambo ya dunia, siwezi kusema bahati mbaya, bahati nzuri, ila ni mambo ya dunia. Siku ikafika akafiwa na mke, basi tukaenda kumfariji, hakuta ndume inalia. Sasa kwenye misiba usipende kulipiza na kukumbushia mambo yaliyopita. Sasa nikamwambia mwenzangu ambaye tuko naye, namwambia nyamaza, akambia a a, a mwache Mwacha ali, sasa tumbembeleze. Nikaambia acha acha, atoe sumu. Ukimbembeleza hapa, atajizuia mbele yako, itakuja kulipuka baadaye. Akanongoneza, sasa pasta, mpaka ina maana tumekuja kufanya nini hapa? Nikamwambia kazi yetu ni kuleta vitambaa, tukiona enga chifu imeisha, tunaongeza na nyingine na kuangalia asijirushe, asije akaumia. Basi ila, acha alie mpaka hicho kitu kifanye nini, kiishe.